Ikiwa umeona watu wengi hivi karibuni wamekaa kwa muda mrefu na mkia wao unapigwa rangi. Kwa hiyo huu uchungu unakuja hasa kwenye sehemu ya chini ya mgongo ambapo mtu anahisi maumivu makali na ya kubana. Maumivu haya hutokea unapokaa kwa muda mrefu, na maumivu ndani ya tumbo yako ni makali sana wakati unakaa bila utulivu kwenye kiti. Kwa sababu hii, watu hawa wanaogopa hata kukaa kwenye kiti. Kwa hivyo rangi ya mkia ni mini. Sasa nani ana uwezekano wa kuwa na tatizo hili na ikiwa hii imetokea, tunawezaje kurekebisha hilo? Ndilo tutakaloona kwenye video hii. Habari, mimi ni Dk. Soma Sundar, mimi ni mtaalamu wa uti wa mgongo na mifupa. Sasa hebu tuone maana ya maumivu ya mkia wa uti wa mgongo. Maumivu ya mkia wa uti wa mgongo ni maumivu kwenye mfupa mdogo ulioko chini kabisa ya mgongo. Mfupa huu una umbo la pembe tatu. Sasa ukiangalia kwenye nadharia ya Darwin ya mageuzi, binadamu alitokana na wanyama kupitia mchakato wa mageuzi. Kwa hiyo, ukiangalia wanyama hawa, wengi wao wana mkia mrefu, kilipungua taratibu na kusinia mpaka mfupa mdogo kama binadamu ukakuwa na kufanyizwa chini ya uti wa mgongo huo. Kwa wanyama, mkia huu unawasaidia kupata usawa wanapotembea kwa miguu minne. Vile vile, kwa binadamu mfupa huu wa mkia, tailbone, unatoa nguvu ya kuzuia kusogea mbele na kusaidia kupata usawa tunapokaa kwenye kiti kwa sababu mfupa huu wa mkia ni mdogo sana unapata msongo na mvutano mkubwa na hivyo ni rahisi kuumia na kusababisha maumivu. Sasa tuone ni kwa nini maumivu ya mfupa wa mkia hutokea. Kwanza kabisa, maumivu haya hutokea kutokana na jeraha, yaani kama tulipigwa au kuumia bila kujua, basi maumivu haya yanaweza kutokea. Pia tatizo hili linaweza kutokea kama tukiteleza na kuanguka moja kwa moja kwenye sehemu hiyo wakati wa kukaa. Pili, ikiwa unasafiri kwa gari bila baiskeli hii na unapanda na kushuka kwa kasi ya kuvunja kasi, itasababisha shida kubwa katika eneo hilo kwa sababu inainuliwa kwa sababu hii mfupa unaweza kudhoofika na wakati mwingine hata kuvunjika. Sababu kuu ya maumivu haya ni kukaa kwa muda mrefu. Watu wengi wanapokaa kwa muda mrefu wakifanya kazi, mfupa huu hupata msongo mkubwa. Hii pia huongeza uvimbe na michubuko, hasa kwa wale wanaoendesha baiskeli, pikipiki au gari kwa muda mrefu. Tatizo hili linaweza kutokea na zaidi kwa wale wanaokaa kwenye mkao mbaya, yaani kukaa wameshuka sana au kwenye mkao usiofaa wakifanya kazi. Tatizo hili hujitokeza zaidi kwa wanawake, hasa wanawake wajawazito na wakati wa kujifungua. Tatizo hili pia linaweza kutokea inakuwa inavutika na kupata msongo sana. Kwa hiyo kutokana na shinikizo hili, mfupa unaweza hata kutoka mahali pake. Uzito wetu unachangia sana kwenye tatizo hili. Wale ambao ni wanene sana au wale ambao ni wembamba sana, wote wanaweza kupata tatizo hili. Kwa wale wanene sana, uzito wao ni mkubwa, kwa hiyo wanapokaa, mfupa unapata msongo mkubwa sana. Vivyo hivyo kwa wale wembamba sana, hakuna misuli au muundo wowote wa kusaidia karibu na mfupa huu, kwa hiyo wanapokaa, sehemu hii inapata shinikizo lote. Pia wale wenye upungufu wa vitamini D huwa na viungo vilaini sana, tatizo hili linaweza kukupata. Jambo muhimu la kuzingatia ni kwamba hata kama kuna maambukizi kwenye eneo hili, maumivu na matatizo yatakuwa makubwa zaidi. Kabla ya kuangalia jinsi ya kutibu tatizo hili, tuangalie kwanza dalili zake ni zipi. Kwa sababu maumivu haya yatakuwa makubwa hasa kwenye sehemu ya chini ya mgongo, chini ya kiuno, hasa ukiwa umekaa. Unaweza kujigundua mwenyewe kwa kutumia kidole chako, bonyeza vizuri sehemu ya chini. Kama una tatizo hili, utahisi maumivu lazima kuwe na tatizo. Kwa baadhi ya watu, maumivu haya yanaweza kusambaa kutoka sehemu ya chini hadi miguuni. Watu wengi pia wanapata shida ya kwenda chooni. Kwa wanawake wakati wa hedhi, tatizo hili linaweza kujitokeza na kwa wengine linaweza kutokea hata baada ya kufanya tendo la ndoa. Kwa baadhi ya watu tatizo hili huja na kuondoka bila mpangilio, lakini pia nimewaona watu wengi ambao wamekuwa na tatizo hili kwa miaka mingi. Sasa nitaeleza jinsi ya kutibu tatizo hili. Jambo la kwanza muhimu ni kujitunza mwenyewe, yaani kama una tatizo hili, tumia mto wa umbo la U ushapet pilo, na ukikaa juu yake msongo kwenye mfupa utapungua sana, kwa hiyo unaweza kuzuia maumivu haya. Jambo la pili ni kurekebisha mkao wako. Badala ya kukaa ukiwa umelala sana nyuma, tumia mto wa kukaa, support cushion, na ukae ukiwa umesimama kidogo. Hivyo msongo kwenye mfupa utapungua sana. Muhimu zaidi, tunaita hii tiba ya baridi na moto, is heat therapy. Sasa kama tatizo hili limekuwepo kwa wiki chache tu, tumia tiba ya barafu. Ukiweka barafu kwenye eneo hilo, uvimbe utapungua na hali itaimarika. Lakini kama limekuwepo kwa muda mrefu kwa wale ambao wamekuwa na tatizo hili kwa muda mrefu, tumia mfuko wa moto hot pack. kwa kuweka hot pack, mfupa utapata mzunguko wa damu unaohitajika na hali itaimarika. Unaweza kuchukua dawa ya pili, dawa za kupunguza maumivu maelezo ya madaktari na kula. Watu wengine wana mwendo mwingi. Wakati wa mwendo huu tunakuja kwa wale wanaoifanya kuwa sawa sana na kusema kwamba seti hii ya kufuli ni kama hiyo. Ikiwa utakunywa kinywaji hiki maalum na kwenda kwa mwendo wa pria, utapata fursa hii ya kupata maji ya moto. Ikiwa utaichukua utapata kutolewa vizuri. Ikiwa umeona zoezi hili tiba ya fizikia nk mazoezi. Kwa hiyo kuhusu mazoezi haya, sitahitaji kufanya video maalum. Ikiwa mnataka niambieni, nitatoa video nyingine baadaye, lakini kuna zoezi moja tu nitakalosema, yaani hakikisha sehemu ya chini ya mwili wako ipo vizuri na ipumzishe. Ukifanya hivi mara kumi hadi ishirini kwa siku, kwa siku kumi na moja, misuli inayozunguka mfupa itaimarika na utapata nafuu kubwa kutokana na maumivu haya. Kama umekuwa na maumivu haya kwa muda mrefu na hayaponi vizuri, njoo utuone tutakupa sindano ndogo kwenye eneo hilo. Hii itasaidia kupunguza uvimbe unaozunguka na njia itakuwa nzuri katika matibabu. Kabla tatizo hili halijatokea, tulikuwa tayari tumechukua baadhi ya mbinu za hatua. Tukifanya hivi, tatizo hili halitakaa litokee kwa muda mrefu, tunaweza kuliepuka kwa urahisi. Kwanza kabisa, wengi wenu mnafanya kazi mkiwa mmekaa kwa muda mrefu sana. Kama utakaa mfululizo kuanzia dakika sitini hadi mia moja na thelathini basi eneo hili litapata msongo mkubwa. Kwa hiyo kila baada ya saa moja chukua mapumziko kidogo. Yaani, simama kutoka kwenye kiti, tembea kidogo, upande wa pili, gusa ukuta au kitu chochote kilicho karibu, kisha rudi. Kwa kufanya hivi, shughuli hii itasaidia kupunguza msongo kwenye eneo hilo. Muhimu sana, hakikisha uzito wako uko sawa, kwa sababu uzito huu ndio sababu. Kwa wanawake wengi, tatizo hili linatokea zaidi, hasa kwa wale wanaokaa muda mrefu. Hakikisha unakaa kwenye sehemu sahihi, na mto au kiti unachotumia kiwe na mto laini na sahihi. Wengine wanapenda kukaa moja kwa moja kwenye sakafu ngumu, hii pia inaweza kuongeza tatizo. Kwa baadhi ya watu, wakati wa kulala, tatizo hili linaweza kuja. Kwa hiyo ukilala upande wa kulia au kushoto, badala ya kulala chali, unaweza kuepuka tatizo hili. Na kama godoro lako ni gumu sana, jaribu kubadilisha au kuweka laini zaidi. Pia nguo za kubana sana, hasa suruali au chupi zinazobana sana. Sasa kama tatizo hili limekuwepo kwa muda mrefu, unaweza kuuliza ni lini inafaa kwenda kumwona daktari. Kama maumivu haya yamekuwepo kwa zaidi ya wiki moja, na kwa sababu ya maumivu hayo huwezi kufanya kazi zako vizuri, huwezi kukaa vizuri na inakuwa ngumu sana, basi nenda mara moja kwa daktari. Kwa baadhi ya watu maumivu haya yanaweza kusambaa hadi mguu mmoja, na wakati mwingine kunaweza kuwa na uvimbe kwenye sehemu ya chini karibu na mfupa, inaweza kuwa na maumivu kidogo pia. Hivyo wakati huo ni bora kabisa kumwona daktari mara moja. Muhimu zaidi, kama pamoja na maumivu haya una homa, kuna uwezekano wa kuwa na maambukizi, hivyo hakikisha unaenda kwa daktari bila kuchelewa. Kwa wengi wenu, maumivu haya yanaweza kuwa yamepungua vizuri. Kwa hiyo niambie, kwenye maoni ni mbinu gani umetumia kufuata haya. Kama unataka nifanye video kuhusu hili pia, unaweza kutaja hilo. Kwa hiyo jihudumie, linda afya yako na linda mgongo wako.